Popote ulipo wa mjambo mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, ikikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Natasha Mingwa Ndroya na linakuwa jina langu, matangazo ya Juni 17, 2025. Karibu tuanze habari hizi tukiangazia habari za usalama, maiti ine pamoja na bunduki tatu aina AK47 vimepatikana majira ya asubuhi kunako upande wa Ziwa Kivu, ikiwa Juni 17, 2025. Taarifa hii imethibitishwa na jumuiya ya kirahia ya Kabare katika mahojiano nasi. Kulingana na Leonida Semuderwa ilikuwa majira ya saa tatu za asubuhi za Juni kumi na saba elfu mbili ishirini na tano ambapo wakaazi wa eneo hilo waliwajulisha serikali kuhusu kuwepo kwa maiti tatu zilizokuwa zimefungwa kwenye begi moja na nyingine maiti moja ilikuwa ikizagaa kwenye ziwa Kivu majira hayo hayo ya asubuhi, huko Amsar karibu kuwa, hizo, na tarafa la Kabare. Aliongeza kuwa silaha hizo zisizokuwa na cheja zilikuwa zimefungwa kwenye begi hilo ambalo maiti ilikuwa ndani, hali ambayo imezua hali ya taharuki miongoni mwa wakazi kutokana na ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo hilo la Kivu ya Kusini. Kwa lengo hili, Bwana Leonidas Semuderwa anatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama katika eneo hilo. Alijadiliana na wapashaji habari. Watu wakaarifu wakuu viongozi wa kijeshi ambao walikuya mahali hapo na seiser, nayo ikakuya na wakakamata hiyo mili na wakaibeba Bukavu. Tunapiga yowe na tuna kuambia wakuu viongozi kutusaidia kabisa kwa kutulundia usalama, kwani hiyo fasi ya Amsare kuelekea ngambo ya Isebe kuna maafa mingi sana ambayo inafanyika hapo. Kwa hivyo watu wenye kumiliki silaha wako nakuya simamisha watembeza pikipiki na wenye kwa mag magari na kuwanyanganya pesa, telefoni. Hata na wandugu wenye kutokea ngambo ya luhihi kufanya biashara ya dhahabu, nao wako wanawachunga hapo na kuwanyanganya mali ambayo wametosha kule, wenye wametesekea siku za kutosha kule Luhihi. Tunapiga yowe na wakuu viongozi watusikie, watulindie usalama ngambo hiyo ya amsari jusebe, pia na kabare yote kwekuko maesi sekurite wevi wa usiku banasumbua batu Kabare yote. Accent aksanti banamwariri. Habari za media. Idadi ya watu katika jiji la Bukavu inahimizwa kuthibitisha vyanzo vya habari kabla ya kushiriki. Hii ni kuzuia kuenea kwa habari potofu. Wito huu umetolewa na jukwaa la kuangalia ukweli, chunguza habari katika mahojiano nasi Juni 17, 2025. Katika matamshi hayo, Izake Musharamina, mwanamemba wa shirika la chunguza habari, anawaalika wananchi ku fikra za kukosoa kila habari na kueleza siri zao katika vyombo vya habari maalum. Tuweza kumsikiliza Isake Musharamina katika hotuba hii. Um, naweza kuwa na pendekezo mbili ama tatu za muhimu zaidi, zingine zinakuwa ya wale wadadis wa mambo ama wa expert. Lakini ya kwanza nakuwa kila mtu akipata habari ambayo inamfikia ijapokuwa ni habari gani, inakuwa ya muhimu sana mtu achunguze unashimama unasoma, na unajambia, eske ni ya muhimu kwangu? ni partage hii habari nitumie mwenzangu. Uh, una doute na kila habari ambayo nakufikia, njoo nak uh, nakuwa pendekezo la kwanza. Ya pili ni kuangalia huyo mtu ambaye ananitumia hii habari, anakuwa na competence gani, ni ya maana kwako weyo mumoja ujambie, eske au mutu mwanaitumia habari iko fiable eske anatokea kula ee source enye iko fiable. Na ya tatu kwa kumalizia, ni kusema kwamba unapashwa basi kuangalia, ukiona habari aupate hiyo na hata source fiable, una dute, unaweza kupartaje na mtu mwingine ambao unaona iko competent wa wa wapasha habari, kunakuwa wa expert ambao wanaweza kutusaidia kupata namna ambayo tunaweza kujua hii ni habari mzuri ama wao wanakuwa na jicho ingine ambayo inaweza tizama vizuri habari kutuzidia sisi. Na waza ni hivyo, kwa ingine inaweza kuwa mambo marefu, lakini kwa hizo tatu nizakuwa ya muhimu kila mtu apate kujitia hiyo kichwani. Habari za kijamii. Wakfu wa Eden World unatetea ulinzi wa watoto na kuwezesha upatikanaji wa elimu katika maeneo yenye migogoro. Ujumbe huu umetolewa na shirika hili katika mahojiano nasi kando ya siku ya mtoto wa Afrika inayosherekewa kila ifikapo Juni kumi na sita ya kila mwaka kulingana na uchunguzi kwamba watoto wengi bado wanaenda shuleni utoa ndoto, wanaimba na wana matumaini ya maisha bora, ijapokuwa vita hivyo vinawanyang'anya maisha yao ya utotoni. Taasisi ya Eden World Foundation inaamini kuwa siku ya mtoto wa Afrika ni fursa ya kusherekea ujasiri wa watoto wake na kurejesha matumaini. Hii ilikuwa ni fursa kwa Bi Boroto Oliragi Merveille, mwenyekiti wa tume ya jalida la Eden kutoa wito kwa viongozi wa jamii, familia na washirika wa kimataifa kutanguliza ulinzi wa mtoto. Alihakikishia Eden World Foundation juu ya kujitolea kwake katika kukuza haki za watoto katika hali zote, haki ya watoto ikue priorite kusisi wote, kuma famille, kuma partenaires internationaux, kuma leader communautaire. Tusimame juu hata mtoto mmoja tena, tusikue na msabu

tutatunza vidonda vyao, tutasikia sauti zao, na tutawafungulia milango za maisha. Ikumbukwa kwamba Eden World Foundation ina mipango kadhaa kwa watoto katika sekta kadhaa ikiwa ni pamoja na elimu, afya, utetezi, kazi za kijamii na mengine mengi kwa manufaa ya mdogo zaidi. Habari tu za kijamii. Kila mtoto anastahili mazingira salama na mlinzi pamoja na fursa sawa hata wakati wa shida. Huu ni ujumbe uliotolewa na vuguvugu la dunia la nne la ATD katika mahojiano nasi kando ya siku ya mtoto wa Afrika inayosherekewa kila Juni kumi na sita ya kila mwaka. Kwa Obedi Arsena Aganze, mjumbe wa kitaifa wa vuguvugu la ATD nchini DRC, siku hii ni maalum kwa watoto wote wa kiafrika kuadhimisha mauaji ya mamia ya watoto wakati wa maandamano ya amani ya haki zao huko Soweto Afrika Kusini. Pia ni fursa ya kuthibitisha umuhimu wa kusaidia watoto wote na kuhamasisha watu kutetea heshima ya haki ya utu wao bila kujali migogoro kwa vuguvugu la ATD, Juni 16 sio tu tarehe lakini wakati muhimu wa kukumbuka umuhimu wa ulinzi wa mtoto. Wanaongeza kuwa kuwekeza kwa watoto kuna maanisha kujenga mustakabali mzuri na wenye mafanikio zaidi. Obedi Arsene Ganze alisema huyu mwaka wa 2025 tunasherekea na mada yenye kusema mipangilio na bajeti kwa ajili ya haki ya watoto ilianzisha ilianzishwa mwezi tangu 2010 hata kama tunakumbusha hiyo progre hatuwezi sahabu hali ya vita tunayopitia katika nchi yetu ya Kongo na kiona vizuri katika hali ya vita watoto njoo wanakuwa wa viktime ama waanga sana katika vita na waza hakuna mtoto ambaye aliyechagua kuwa mkongomani Nalomba tu kila mtoto achungwe vizuri leo. Le 16 juin sio tu sikukuu ya kusherekea, ni sikukuu muhimu ya kukumbuka haki ya watoto kwetu. Kama vile ATD Quart Monde tunataka kila mtoto apate haki na yeshimiliwe. Tutamatishe na habari za soka. Mashaka yamekwisha, mchujo wa kuwania ubingwa wa kitaifa hautapita zaidi ya Juni makumi mbili na sita. Huu ndio uamzi uliotolewa Jumatatu Juni 16 mwaka tulimo, mjini Kinshasa, wakati wa mkutano kati ya wanamemba wa kamati ya kurekebisha hali ya Fekofaa kwa ushirikiano na viongozi walinafuta. Maelezo kamili kamati ya mapema kwa msimu wa mwaka wa 2024 2025, kutokana na sababu za kupinga ratiba, iliamuliwa kuwa hatua ya playoff itamalizika mapema. Zimesalia mechi tatu kabla ya kufungwa rasmi kwa ligi. Msimamo wa ligi utakaochukuliwa tarehe 26 mwezi huu wa 6 ndio utatumika kuamua vilabu vitakavyowakilisha DRC kwenye mashindano ya CAF mwisho wa msimu mwenye msimamo mkubwa. Ratiba ya mechi tatu za mwisho inaahidi msimu wa kusisimua hasa kwa sababu ya mechi kati ya timu zinazopambania nafasi za Afrika. Kwanzia tarehe 21 mwezi wa sita, Ses Dombo siku itaanza mashindano saa saba za mchana dhidi ya FC Saint Eloi Lupopo katika uwanja wa Madhembe, kabla ya mapambano kali kati ya Tepe Mazembe na AS Manema Union huko Kamalondo. Na huko jijini Kinshasa, Lesegle De Congo watakutanana na Ange Vert katika uwanja wa Tata Rafael. Tarehe ishirini na nne Juni, pata shika ya mji wa Lubumbashi, darbi lushwa kati ya Lupopo na Mazembe watacheza katika uwanja wa Kibasa Maliba, huko Manyema Inyo wakicheza zidi ya Desempe katika uwanja wa Demartire. Hatimaye tarehe ishirini na sita Juni, siku ya mwisho, Mazembe watapambana na Samurai huko Kamalondo, wakati Manyema Inyo watakutana na Lupopo mjini Kinshasa katika uwanja wa Tata Rafael. Pia Kinshasa itatikiswa na darbi ya jiji kati ya Desempe na Ase Vita Clube katika uwanja wa Demartire. Mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, ni hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya leo 17 Juni 2025. Tumekutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa irini, tukutane siku nyingine Fizi News 24. Fizi News 24.